Kude Maxi Ikangalombo, zipo namna nyingi za kusubiri, lakini hakutaka subira iwe ndefu. Jonathan Ikangalombo, yapo maeneo mengi ya kuweka alama, lakini amechagua teshwa majamvi na kuoshashwa vyombo kwanza kabla ya kula. Singida Black Stars waliowaalika wanakuja kuwapa zawadi ya mwaliko. Jonathan Ikangalombo mali mwendo, jicho akaona wapi pa kuweka na akaweka, aliposhindwa kufika metacha Bonifasi mnata amwekea mali, na imefika katika miguu ya Seje Poku. Seje Poku anakwenda chini na kushiriani madhambi yamechezwa, madhambi kwa Serge Poku na anaonyesha kadi ya njano Maxi Mpia Nzengeli, kwa madhambi ambayo amecheza alijitosa. Maxi Nzengeli akacheza madhambi, lakini ilikuwa ni nje. Marouf Tchakei wakati ambao mvua na upepo vimechanganya. Marouf Tchakei mpira uliondoka katika eneo lake, lakini akaupiga na ukaenda kutua kwenye kichwa cha Soje Poku na kuandika goli la kusawazisha la Singida Black Stars.